Niwaombe twende mbele kwa ajili ya kujenga mji wetu na kujenga maisha yetu sisi wenyewe. Niwaombe sana tulinde amani ya nchi yetu. Tuko hapa kwa sababu ya amani. Kama hamna amani, hata huo mtaji wako mdogo ulionao utapotea na hautaupata tena. Kwa hiyo tujitahidi kuwa walinzi namba moja wa kulinda amani yetu. Kama mtu ana changamoto, huwezi kutatua changamoto yako kwa kuchoma kibanda cha mtu, huwezi kupata changamoto yako kwa kumpiga mtu. Changamoto inatatuliwa kwa kutatua changamoto yenyewe bila kumuumiza mtu mwingine mwenye changamoto yake. Kwa hiyo, tushirikiane, tufanye kazi kwa pamoja, tuungane mkono wote kwa pamoja. Bukoba itajengwa na sisi, sio mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo, tukishikamana kwa pamoja, tutaijenga Bukoba yenu, lakini niwahakikishie tunakwenda kuweka mazingira rafiki kwa wafanyabiashara wote. Narudia, tunakwenda kuweka mazingira rafiki kwa wafanyabiashara wote. Mimi wakati nagombea na biabata akiwa amenishika mkono hivi, tuliahidi mambo moja, tuliahidi kuleta mabati maana watu walilalamika, wakasema wananyeshewa na mvua. Leo mabati tumeyaleta na tumeleta bando tatu za mabati, lakini wakati napita, kwa jicho langu la kiandisi, watu walilalamika sana kuhusu maji maeneo wa, wanapofanyia kazi, kwamba yanakata barabara. Lakini hivyoenda kutembelea watu wa samaki kule Waline, waliongea waliona, kama mimi sikujali, lakini walisema wanakufanyia biashara zao, hakuna simenti na wanazuiwa kufanya biashara. Kama hamna hamna, simenti wanaruhusiwa, lakini taratibu haziruhusu, lazima pale pale na simenti. Kwa hiyo mimi nikaona nilete mifuko hamsini ya simenti, hii isaidie kuondoa changamoto kule kwenye soko la samaki lakini tusaidie kujenga mitaro midogo midogo pale ambako maji yanapita na kuharibu mazingira ya wafanyabiashara hapa. <coughs> Mlituambia tena swala la umeme. Nimefuatilia kwa afisa masoko, ukifata utaratibu wa serikali ni kama milioni tano kuweka umeme, lakini nimeongea na afisa masoko. Sasa hivi tunakwenda kwenye msimu wa sikukuu sisi wafanyabiashara tunasema ni msimu wa mavuno. Kwa hiyo mimi nimemwelekeza na viongozi wa soko tutafute fundi wa kawaida aende kule chooni avute umeme atuletee maeneo haya, na mimi nitasimamia hilo. Wakati serikali inajiandaa kuweka umeme huo mkubwa, sisi tuwe tumeshapata umeme kipindi hicho, wakati tunaendelea kufanya shughuli zetu. Kwa hiyo naomba mtafute fundi aja aweke umeme hapa, watu waende kufanya biashara. Na nawaomba nikuwa naongea na, na meya nauliza kwa nini katika jimbo letu la Bukoba mjini tunafanya biashara mpaka saa moja, tusifanye masaa ishirini na nne Inabidi na sisi tuwe tunafanya biashara usiku kucha. abateja kaba rawayo na nywe mkome mtae kaba takao ileyo mfanye biashara mkiwa huru.